Tena leo siku nyingine ya mwezi mwingine katika mwendelezo wa masomo yetu ya kesha la asubuhi, na katika mwezi huu wa tano tutakuwa na somo uzuri lenye kichwa kikuu kinachosema uongofu na maisha mapya, na katika siku hii ya tarehe moja ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuna somo zuri lenye kichwa kinachosema huzuni ya kweli kwa dhambi, na fungu letu kuu litapatikana katika kitabu cha Matendo sura ya tatu na fungu la kumi na tisa nalo linasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Basi na tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, asante tena kwa wasaa mzuri, na tunashukuru kwa sababu unaendelea kujifunua kwetu na kujidhihirisha kwetu kupitia maandiko matakatifu Baba. Katika mwezi mwingine huu, tunaenda kujifunza tena kwako, umbile letu kubwa hivi, tunavyoenda kujifunza kila siku tubadilishe maisha yetu, tubadilike na kuongoka na kufanyika wapya, kweli tufanywe kuwa wapya, na maisha yetu yakisha kukupendeza wewe Mungu, yakawe mahubiri makubwa kwa watu. Tusaidie katika kushindwa kwetu, usituache ukatuongoze, mwanzo hata mwisho wa masomo haya, tusiache kukuona wewe Baba pamoja nasi, dumu kutuongoza. Hili ni hitaji letu na umbe wetu kuu, kwani tunaomba tukiamini, tutapokea katika jina la Yesu. Amina. Masharti ya kupata rehema ya Mungu ni rahisi na ya haki na ya kuridhisha. Bwana hataki tufanye jambo la kuhuzunisha ili tupate msamaha wa dhambi. Hatuhitaji kufanya safari ndefu na zenye kuchosha za hija au kufanya toba zenye uchungu ili kuzikabidhi roho zetu kwa mungwa mbinguni au kulipa fidia ya makosa yetu; bali yeye aziungamaye na kuziacha dhambi zake atapata rehema. Toba inajumuisha kuhuzunika kwa ajili ya dhambi, na kuiacha. Hatuwezi kuikana dhambi isipokuwa tumeona jinsi ilivyo mbaya; hadi tunapoiacha kutoka moyoni, ndipo kutakuwa na badiliko la kweli maishani. Mwale mmoja wa utukufu wa Mungu, mng'aro mmoja wa usafi wa Kristo, ukipenya ndani ya nafsi, hufanya kila doa la unajisi kuwa tofauti kwa uchungu, na kuweka wazi ulemavu na kasoro za tabia ya mwanadamu. Huweka wazi matamanio yasiyotakaswa, ukafiri wa moyo, uchafu wa midomo. Matendo ya mwenye dhambi ya kutokuwa mwaminifu katika kuibatilisha sheria ya Mungu, yanafichuliwa machoni pake, na roho yake inajeruhiwa na kuteswa chini ya ushawishi uchunguzao wa Roho wa Mungu. Machozi ya mwenye kutubu ni matone ya mvua yanayotangulia jua la utakatifu. Huzuni hii huashiria furaha ambayo itakuwa ni chemchemi ya uzima nafsini. Ungama uovu wako tu, ya kwamba umemwasi Bwana, Mungu wako; sitakutazama kwa hasira, maana mimi ni mwenye rehema, asema Bwana. Nukuu kutoka katika kitabu cha Yeremia sura ya tatu fungu la kumi na tatu na kumi na mbili Kuwaagiza hao walio katika Sayuni, amechagua kuwapa taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Nukuu kutoka katika kitabu cha Isaya sura ya 61 fungu la tatu Mungu na awabariki.